Uko tayari umesha subscribe na kubonyeza alama kengele. Wewe ni mjanja. Tayari ushafanya hivyo. So nikaribishe so kwa eh, so mara nyingine tena hapa kwenye channel yetu. Of course, ma-exclusive ni mengi sana. Mahabari ni mengi amba huko kwenye mitandao ya kijamii bana. Baada ya stori ya harusi ya Jux na Priscilla huko Nigeria, kama ilivyokuwa Bongo bana, kumbe kwenye harusi kuna watu wanaalikwa na wengine wanaalikika na wengine hawaalikiki kabisa. Yani, mtu unamtarajia afike kwenye jambo lako halafu atokei, okay. Sasa hii pia imetokea kwenye harusi ya Jux na as we all know Priscilla, well no, Priscilla alikuwa nyumbani, so tukatarajia watu wengi ambao anawafahamu kule Nigeria watafika kwenye harusi, na tulimuona mtu kama Peter Okoye anaunda kundi la P Square, alifika. Wasanii mbalimbali walifika, waigizaji walifika, na tulitarajia marafiki zake Priscilla wote wafika of course. Kuna mtu kama Diana ambaye alikuwa anatojatajwa kuwa na mahusiano na Diamond Platnumz naye pia alikuwepo. E, watu bwana, hawakosi maneno, anasema o Dayana na Diamond wana kitu kinaendelezwa pale. E, tutuambie baadaye kama kweli hicho kitu kipo, lakini stori ni... ya leo inamuhusu John Mary, maarufu kama Beauty Goddess. Huyu ni mwigizaji kutoka huko nchini Nigeria na ni moja kati ya marafiki wa Priscilla ambao ni marafiki wa karibu, lakini kwenye harusi ya Priscilla Beauty Goddess hakutokea, yaanajitani mungu wa kike wa masuala mazima ya urembo. Lakini kwenye harusi ya Priscilla hatukumwona na wengi walitarajia kumwona Beauty Goddess atavaa kitu gani, kwa sababu ni mtu ambaye anazingatia sana kwenye masuala mazima ya mitindo kwenye kurasa yake ya Instagram ambayo ina watu takriban laki nane na elfu tisini na tano ambao ni wafuasi wake waliomfuata huyo binti, na watu wengi huwa wanafuatilia posti zake kwa sababu ya kile ambacho huwa anakivaa mara nyingi. Ni mtu ambaye anapendelea zaidi kupendeza na anafanya promo ya vitu mbalimbali ambavyo vinahusisha na masala mazima ya urembo kwa akina dada, lakini pia kwa wanaume. So watu wakatarajia kumuona Beauty Goddess kwenye harusi ya Jux na Priscilla, lakini hakufika. Sasa baada ya vuguvugu la hapa na pale, tukapita kwenye kurasa mbalimbali mbali za watu, tukaona kwamba baada ya harusi Priscilla akawa amempunguza Beauty Goddess, yani kumunfollow kupitia Instagram yake. Na baada ya kumunfollow bwana watu kaa anasikilizia kama Beauty Goddess anasema chochote baada ya muda kadhaa hivi, siku ya jana Beauty Goddess kupitia ukurasa wake wa Instagram akaingia Insta live pale na akasema neno mengi juu ya uhusiano wake na Priscilla. Akasema bana eh, kwani tukiwa tumefollowiana ndo lazima tuwe marafiki? Umenifollow nimekufollow back, unabaki tu ushikaji mtandaoni. Basi sisi ni watu tu tumefollowiana huko mtandaoni lakini sio marafiki. Ndicho ambacho amekisema Beauty Goddess. Watu wengi wanadhani mimi na Priscilla ni washikaji lakini hapana, sisi ni watu ambao tunakutana sana Instagram, una komenti picha ya mwenzako na like imeisha. Kwa hiyo wengi wakawa wanaamini kwamba hawa ni mabesties, kumbe wala. Sasa Priscilla ni mtu ambaye yeye anaonyesha kwamba Beauty Goddess ni rafiki yake wa karibu, na ndio maana hata baada ya kutokuonekana kwenye harusi akaamua kumwanfolo, akuona kwamba mshikaji huyu ni mangu, sio mshikaji ambaye wakumtegemea kwenye majambo yako, labda atakusaidia na nini. Sasa jambo lako kama la harusi na mtu afiki inakuawje kuwaje? ushikaji gani? Beauty Goddess naye hakukaa kimya baada ya kuona vile, akasema bana, sikiliza, mimi siku hiyo ya harusi nilikuwa sijui tarehe ya harusi, ndo hiyo nikafanya booking yangu ya kwenda sehemu nyingine. Maisha ni magumu bana, haya niseme sasa hivi nifuatilie harusi alafu niache michongo ya fedha, inakuwa haijakaa poa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimefanya booking ya ndege ya kwenda nchi fulani na ikawa imegongana tarehe na siku ya harusi ya Priscilla. Kwa hiyo mi nikaamua niende kwenye michongo yangu ya fedha, maana harusi zipo, mnaweza mkaoana leo kesho, mkaachana na maisha yakaendelea, siku nyingine kawa na harusi nyingine. So msinunie bana, mimi nilikuwa nafanya mchakato yangu ya fedha. Ndicho ambacho wamekisema Beauty Goddess kwenye video ambayo alikuwa ameingia live na akawa pia amegusia wale watu ambao wanapenda kuingilia maisha ya mtu mwingine kisa tu harusi kuto kuhudhuria, basi ndio imekuwa mada kubwa, watu ndio kuiongelea kivyo. Akasema bana, niacheni. So nikaanza kufuatilia, labda alikuwa na tripu ya kwenda wapi mpaka ikamfanya Beauty Goddess asiende kwenye harusi ya Priscilla. So nikaingia kwenye Instagram page yake pale, na nikaona siku tatu nyuma alikuwa Zanzibar bana, hii ni hatari. Yaani hajaenda kwenye harusi ya rafiki yake aliyolewa ya na Mtanzania huko Nigeria, akaamua kufanya booking ya ndege na kwenda zake Zanzibar. And she was kind of having a vacation, alikuwa kama ni mtafanya ambaye yuko kwenye vacation fulani na kulabata na watu wakazidi kupigilia misumari, akasema sasa ndo nini? Yaani unatoka sehemu ambayo kuna harusi ya Tanzania na, na Nigeria and then unatoka hapo na kwenda kwa Zanzibar kulabata He bana he, we Beauty Goddess, mbo wache watu wapumzike. Sasa taarifa ndo hiyo, hapo nimekusogezea mezani, Beauty Goddess, pamoja na Priscilla. Urafiki umeishia hapo. Kisa tu kwenda kwenye harusi, he, kutokuhudhuria kwenye harusi ya mshikaji wako naye anaamua kukupunguza. Naona we mshikaji gani, bana ishia hapo hapo. Kila mtu aendelee na maisha yake. Je, wewe mshikaji wako au besti yako asipofika kwenye harusi yako ndio itakuwa sababu ya kumpunguza kwenye maisha yako? Tuandikie kwenye komenti hapo. Mimi naitwa Ali Adabu 13. Hope so tayari umesha subscribe umebonyeza alama ya kengele umelike umekomenti na kushare kuwa kwanza kupata mitaarifa ambayo tunakusogezea mezani day and night. I go by the name of Adabu kumi na tatu. Bye bye.